Tena shangilia! <tie> <tie> <Haleluya. Haleluya. tie> kwa kuwa wageni wetu wamefika salama kabisa. Ah, ni siku njema kama nilivyokuambia, tumemtukuza Mungu kwa ajili ya wageni wetu. Wameshafika hapa, utambulisho utafanywa, utausikiliza. Na huu ni wakati muhimu kwa ajili ya huo utambulisho. Naomba sasa utege masikio yako kwa makini uweze kusikia na kufahamu. Naomba nianze kuwatambulisha wageni wetu, kwanza viongozi ambao wanaitumikia hii huduma ya Haki Ministry ambayo pia ni sauti ya Mungu. Naomba nimtambulishe Kiongozi wetu baba yetu mpendwa wetu Nabii Jofrey ambaye ni kiongozi mkuu wa huduma hii ya Haki Ministry, sauti ya Mungu, hapa Kibaha Kongowe. Baba, karibu sana. Mpe Bwana Yesu makofi. Mpe wageni wetu, huyo ndiye baba yetu yani, hawa ya watu wote mnaoona hapa na wengine maelfu ambao wako huko hawajafika, wote sisi ametuzaa huyu baba yetu hapa. Bwana Yesu asifiwe! Lakini pia pembeni yake hapa yuko mama yetu mpendwa, sisi tunamwita mama nabii, mama nabii. Jina lake ni Sara Jofrey, karibu sana mama yetu. Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wageni wetu rasmi mliofika hapa kutoka serikalini, huduma hii pia chini yake, wakitoka hao viongozi wakuu, wako mapasta ambao tunamtumikia tuna Mungu chini ya huyu baba yetu Nabii Jofrey, naomba mapasta wote kwa ujumla mlioko huko na ambao mko huku, msimame na mpunge mikono yenu, mpate kufahamika na wageni wetu hao. Mnaowaona ni mapasta pamoja na mimi mwenyewe. Leo nimekuwa kama MC, lakini ni pasta pamoja nao sote <laughs> tuko chini ya huduma hii ya sauti ya Mungu Haki Ministry kibao kongoe. Mpe Bwana Yesu makofi, mpe Bwana Yesu makofi. Lakini pia wapo watumishi wa Mungu, sijafahamu hili jina la, la pasta ni la Kiingereza, sijajua kwa kwa Kiingereza wa mapasta wa kike sasa wanaitwaje, lakini <laughs> napenda niwaite watumishi kwa sababu sijajua hilo jina wapo wengi sana. huu mnaomba wasimame, watendakazi wa kike, akina mama kwa wasichana, mweze kupunga mkono namna hii mtambulike na wageni wetu. Karibuni, msimame hapo mlipo. Mpe Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Huo ni utambulisho mfupi sana juu ya viongozi na watendakazi wa huduma hii ya sauti ya Mungu. Nichukue pia nafasi hii sasa kwa tam, kulitambulisha kanisa. Ugeni tulionao leo ni kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa na hapa yuko Mheshimiwa Kamaoni ambaye amekuja kumwakilisha mkuu wa mkoa kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Karibu Mheshimiwa, ulisalimu kanisa kwa mkono, kulipungia namna hii. Mpe Bwana Yesu makofi lakini pia pembeni yake pale yuko mama yetu, nikimtazama ni mama mama yetu mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kibaha, anaitwa Mama Ashumta Mshama. Mpe Bwana Yesu makofi kwa ajili yake. Karibu sana mama, upate kusimama kidogo, nikusumbue kanisa ulipungie mkono namna hii. Ah, mpe Bwana Yesu makofi huyo ni mheshimiwa mkuu wa wilaya Bwana Yesu asiwe. Baada ya utambulisho huo mfupi, naomba niwatambue pia viongozi ambao wamekuja. Kiongozi mama hapa ambaye amekuja pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya, usimame, sijapewa jina, anaitwa Groli. Naomba mama yetu Groli usimame ulipungie kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu sasa ni wakati ambao tumekuwa tukiungojea na ndio hasa umebeba tukio zima la siku ya leo, mpe Bwana Yesu makofi Aa, ni tukio maalumu la kuombea taifa letu la Tanzania, pamoja na mkoa wetu wa Pwani, lakini pia pamoja na wilaya hii ya Kibaha, na maalum kabisa kwa kazi hiyo, ni kukaribishe Baba yetu kiongozi Nabii Jofrey afike hapa mbele kwa ajili ya kutimiza hilo mbele za Bwana. Mpe Bwana Yesu makofi! Karibu baba. Shalom, shalom, shalom. Uko tayari kuliombea taifa lako? Wangapi wana mzigo kabisa wa kuliombea taifa lao? Ni kweli unahitaji taifa lako liwe na amani? Ungependa viongozi wa taifa lako waishi kwa amani? Tutaomba maombi mafupi yenye nguvu za Mungu. Mungu alishasikia kabla hatujaomba. Amen. Na ili awe amesikia ndio maana ametukusanya. Kazi ni kutii. Baada ya kukusanyika hapa, tupo kwa ajili ya kutekeleza kile Mungu alichotuambia tufanye. Kwambia nyanyua, mkono unanyanyua, kwambia simama, unasimama. Tukifanya yale anayoyataka yeye, tumefanikiwa. Makofi kwa Yesu. Aomba maombi aina tatu. Moja, kuombea amani nchi yetu, ngazi ya rais na makamu wa rais, na viongozi wote, na mkoa wetu na wilaya yetu. Mbili, kuombea kukomesha uharifu kwenye nchi yetu. aina ngapi ya maombi? Mbili, tatu ni kumshukuru Mungu kwa kutupa fursa ya kusimama mbele ya taifa letu na kuliombea taifa letu. Ni shukulani. Vitu vingapi? Simama hapo ulipo kwa kumheshimu Mungu. Inua mikono yako miwili juu, pe Mungu juu ya taifa letu. Sema, Bwana Yesu Nakushukuru kwa, kwa kazi ulionipa ya kuliombea taifa, taifa langu niko hapa, hapa. Nimetii maagizo uliyompa mtumishi wako ya kuliombea taifa. Taifa, mimi kama mwananchi nimejitoa mbele zako mbele za Mungu, Mungu, kuliombea taifa, taifa langu kwa jina la Yesu. Tangu sasa. Tangu sasa natamka, natamka amani, amani kwenye taifa langu kwa, la kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tangu sasa natangaza natangaza amani, amani kwenye nchi yangu. Namwombea rais Mheshimiwa John Pombe Makufuri na makamo wake kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. E Bwana Yesu, tuna wakabidhi hawa mkononi mwako mkononi mwa Mungu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tunaombea ngazi zote, wabunge, mawaziri, wakuu wa mikoa, mikoa, mikoa, mikoa, mikoa, mikoa, mikoa, wakuu wa wilaya na wote wanaosimama mbele ya serikali yetu, kwa jina la Yesu. E Bwana Yesu, uilinde nchi yetu, uwalinde viongozi wetu, kwa jina la Yesu. Natangaza na tabiri mema ya nchi, mema ya nchi, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. na toa dakika tano uweze kunongona na Mwenyezi Mungu lolote unayoweza kumomba Mungu juu ya nchi yako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya maneno haya wanaongea watoto wako, wamesimama mbele zako, mbele za madhabahu hii kunena yale atakayo yatokea katika nchi yao. Wananena mema, wanatabiri mema, mema juu ya mikoa yao, wanatabiri mema juu ya viongozi wao ninakusifu Bwana Yesu na Mungu mwenyezi, uyasikie maombi haya, uende ukatujibu sawasawa na mahitaji ya maombi yetu. Uilinde amani ya kudumu, utupe baraka za kudumu, utufanikishe katika mambo yote, katika jina la Yesu. Wape neema viongozi, waongoze kwa hekima ishukayo kwako, wape kibali mbele za watu, wape neema mbele za watu wainue mbele za watu kwa jina la Yesu. Na ikemea roho mbaya, na kemea ushirikina, na kemea uchawi katika jina la Yesu. Mungu ibariki tena, malaika zako wailinde nchi yetu mipakani, walinde nchi yetu kila mahali, wawalinde viongozi wako, malaika wa heri, malaika wa baraka, wawe pamoja nao usiku na mchana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Yesu. Tanzania iwe na amani kwa jina la Yesu, viongozi walindwe na Mungu kwa jina... Okay, awamu ya pili naomba tuombe juu ya kutokomeza uharifu kwenye maeneo yetu, kwenye mikoa, kwenye wilaya uharifu, uharifu na ujua uharifu Baba, katika jina la Yesu, tunaomba neema yako ishuke juu yetu, ishuke juu ya mikoa na wilaya, ishuke juu ya nchi nzima, utetee nchi yetu, waokoe vijana waliopotea, waokoe na dhambi mbalimbali mbali, ulevi wa madawa ya kulevya, wizi na uharibifu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, na ikemea roho hiyo, na ikataa roho hiyo.